Wakati kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ikitarajiwa kutajwa baadaye leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, yamejiri matukio mbalimbali kwa takriban masaa ishirini na nne yaliyopita ambayo kwa upande mmoja yanatia doa kwenye mwenendo wa kesi hiyo lakini pia yanazua shaka kuhusu kama haki kwa mheshimiwa Lissu itatendeka na itapatikana kutokana na mazingira mbalimbali yaliyojitokeza. Sasa, alfajiri ya leo Mei kumi na tisa elfu mbili na ishirini na tano, aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya Dr. Willy Mutunga pamoja na mwanaharakati wa haki za binadamu na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Voko Africa Hussein Khalid pamoja na mwanaharakati wa haki za binadamu Hanifa Adan walizuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Watu hao watatu walikuwa wamewasili nchini Tanzania kwa nia ya kushiriki katika, kama sehemu ya ujumbe wa mshikamano na kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Mheshimiwa Lissu, ambaye kesi yake ya uhaini inatarajiwa kutajwa baadaye leo. Uh, walizuiliwa uwanjani mara tu walipotua na hawajaruhusiwa kuingia nchini. Wakati naandaa makala hii niliona uh, Hanifa akiwa ametweet kwamba bado wapo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar na hawajaelezwa chochote zaidi ya kuzuiliwa. Hakuna maelezo mengine waliopewa, kama wanatakiwa kuondoka au vipi, lakini kimsingi hawajazuiliwa, hawajaruhusiwa kuingia nchini Tanzania na hawajapewa sababu yoyote wala taarifa rasmi na mamlaka za serikali. Um, kwa mujibu wa, wa tetesi ni kwamba kuna maandalizi ya kuwarudisha nchini Kenya, kwa hiyo uh, kwamba hawataruhusiwa kuingia nchini Tanzania. Sasa, kwa mujibu wa Hanifa mmoja, um, wa hawa watatu um, ameeleza kwamba kupitia katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, amethibitisha kuwa ameshikiliwa na aliandika kwamba, tumezuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na hatuambiwi kwa nini. Hili ni jambo la kushangaza na la kipuuzi. Ni saa tisa usiku na kuna baridi kali hapa. Aliendelea kueleza kwamba alikuwa na Dr. Willy Mutunga pamoja na Hussein Khalid na wote walikuwa wamewasili kwa ajili ya kuonyesha mshikamano wao na Mheshimiwa Lissu ambaye kesi yake inatarajiwa kutajwa baadaye leo. Uh, Hanifa alisisitiza kuwa kuwapo kwao nchini Tanzania walikuwa tayari uh, kwamba wao tayari walikuwa wameshafika nchini Tanzania na endapo mamlaka zitaamua kuwarudisha, basi wao hawatakuwa na kizuizi, kwa sababu hayo ni maamuzi ya kiserikali. Uh, Hussein Khalid naye alithibitisha kupitia akaunti yake ya X, zamani Twitter kuwa walizuiliwa baada ya kuwasili tu jijini Dar. Aliandika: sisi yani Willy Mutunga, Hanifa Adan na mimi tumeshikiliwa katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, Dar es Salaam, tulipowasili kushuhudia kesi ya uh, Tundu Lissu. Alifafanua kuwa lengo la safari yao lilikuwa ni kuonyesha mshikamano na wanasheria wa Tanzania na watetezi wa haki wa bin za binadamu wanaofuatilia mchakato wa kesi ya Mheshimiwa Lissu. Hussein alisema kuwa hawakupewa sababu yoyote ya kuzuiwa kuingia nchini na walibaki wakisubiri hatima yao hapo uwanjani. Haya ni maelezo ya huyu uh, bwana Hussein. Katika tukio jingine um, wak wakati hili la kuzuiwa kwa jaji Mutunga, Hanifa na Hussein uh, ta wakati taarifa zinaendelea kusambaa, tukio jingine liliripotiwa tena usiku huo wa jana kuamkia leo, ambapo mwanaharakati mashuhuri wa Kenya Boniface Mwangi alidai kuwa maisha yake yalikuwa hatarini baada ya watu waliodai kuwa ni polisi kuvamia chumba chake katika hoteli moja jijini Dar. Kwa mujibu wa ripoti tukio hilo lilitokea usiku wa jana kuamkia leo katika hoteli ya Serena. Watu hao walibisha hodi kwenye mlango wake, wakimtaka atoke nje ili wazungumze naye. Mwangi alikataa kufungua mlango, akihofia usalama wake na ku, wake kutokana na mazingira ya tukio na badala yake aliweka video Uh, ya hili tukio um, kwenye mtandao wa kijamii huo wa X alikuwa na live stream, na mimi niliona hii video ya, ya Mwangi akieleza wakati analumbana ana nao watu waliojitambulisha kama polisi. Katika akaunti uh, yake ya X uh, Mwangi ameandika ya maisha yangu yapo hatarini, nipo Serena hoteli Dar es Salaam, na kuna watu wenye silaha waliovalia kiraia nje ya chumba changu, wanadai wao ni polisi, lakini wamekataa kujitambulisha Watalazimika kuvunja mlango kunitoa hapa, sifungui. Katika video hiyo, Mwangi alisikika akiwaambia watu hao waliokuwa nje ya mlango kwamba anahofia kutekwa. Alisikika mmoja wa waliodai kuwa ni polisi akisema, shuka hapa uone, tunakuita reception, kila mtu anaona, kamera zinaona. Mwangi alijibu, so nitakuwa takuwa salama, na jibu lilikuwa more than safe, yani wewe una shida gani? Kwa hiyo hao wanaojiita polisi ndio waliokuwa wanasema hivyo Mwangi alieleza kuwa mmoja wa watu waliodai kuwa ni wafanyakazi wa hoteli alijitambulisha kwa jina Robinson, alimwambia asijali, lakini Mwangi alikataa kufungua mlango. Badala yake aliwaomba wa msuku, wasukume chini kitambulisho cha huyo bwana anajiita Robinson uh, kupitia chini ya mlango, jambo ambalo walikataa kufanya. Kwa hiyo Mwangi alikataa kabisa kutoka nje, akasisitiza kuwa hatafungua mlango wake bila kuwepo kwa mawakili wa Tanzania waliokuwa wakifuatilia tukio hilo. Muda mfupi baadaye, watu hao waliamua kuondoka na kuelekea eneo la mapokezi ya hiyo hoteli. Lakini baada ya kuondoka, Mwangi alitoa taarifa mpya akisema kwamba watu wasiotambulika au wenye silaha wameondoka mlangoni kwangu, nimearifiwa wamekwenda eneo la mapokezi ya hoteli. Mizigo yangu imefungwa tayari, nipo tayari kwenda nao pindi mawakili watakapofika kwa sasa nabaki chumbani, asanteni kwa mshikamano. Katika video, video nyingine aliyorekodi baadaye, Mwangi alisema kuwa alikataa kufungua mlango wake kwa sababu anafahamu historia ya matukio ya kutekwa kuuawa na kufungwa kwa wanaharakati nchini Tanzania. Alisema hangeweza kuhatarisha maisha yake kwa kuamini tu kauli ya watu waliovaa kiraia na waliokataa kuonyesha vitambulisho. Um, lakini matukio haya mawili yanakuja kufuatia tukio jingine lililojiri jana, ambapo Martha Karua, kiongozi wa chama cha PLP cha Kenya, pamoja na Gloria Kimani, ambaye ni mjumbe wa baraza la chama cha wanasheria wa Kenya LSK, na Lin Ngugi, ambaye ni mjumbe wa mtandao wa Pan African Progressive Leaders uh, Solidarity Network walizuiliwa katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere hapo jana, na baada ya kuzuiliwa kwa muda walirudishwa kwa uh, wali, walipandishwa ndege na kurudishwa nchini Kenya bila kupewa maelezo ya kutosha kuhusu sababu za kukataliwa kuingia Tanzania. Lakini pia hawakupewa sababu kwa nini wamefukuzwa nchini Tanzania na kurudishwa nchini Kenya. Tukio hilo liliibua maswali mengi kuhusu heshima ya Tanzania kwa mikataba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu uhuru wa kusafiri baina ya nchi wanachama, kwa sababu hawa kutoka Kenya na Tanzania ni Kenya na Tanzania ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na raia wa nchi hizi wana uhuru wa kutembelea nchi hizi bila kuwekewa vikwazo alimradi wanazingatia uh, misingi ya kisheria uh. Chama cha wanasheria nchini Kenya LSK kilitoa tamko kali kulaani hatua ya Tanzania kuzuia viongozi hao kuingia nchini humo. Rais wa LSK Faith Odhiambo alitoa taarifa rasmi Jumapili akisema kwamba LSK imechukizwa sana na uamuzi huu wa kiholela usio halali na wa kikatili wa kuzuia viongozi wetu wawili Bi Martha Karua na Bi Gloria Kimani kuingia Tanzania. Taarifa hiyo pia ilisema kuwa vitendo vya kuwatisha na kuwarejesha kwa gharama zao binafsi ni kinyume cha sheria za kimataifa. Kwa hiyo hawa Martha Karua na wenzake walirudishwa Kenya kwa gharama zao kwa walijilipia jirip, wali wenyewe. Kwa kawaida mtu anapokuwa mamlaka inayomdipoti ndio inayolipia ina gharama za usafiri wake. Kwa hiyo hawa wamekuwa kama wameadhibiwa mara mbili, wamekuwa deported lakini pia wameingia gharama za usafiri. LSK ilitaja vifungu vya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa kifungu mia moja na nne na kifungu cha saba vinavyoruhusu haki ya kusafiri uh, wan, wananchi katika hizi nchi wanachama um, kwa hiyo katika kipindi cha masaa 36 Uh, kuanzia uh, yaliyojiri jana na yaliyojiri hivi leo alfajiri um, yametawaliwa na kugubika haya masuala ambayo yanahusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu. Na awali kulikuwa na tetesi kwamba wanasheria wa mheshimiwa wanasheria wa uh, serikali wa mawakili wa serikali, kuna, kuna, kuna tetesi kwamba huenda wasihudhurie katika hiyo, wasitokee mahakamani, lakini lengo hasa ni kuchelewesha tu mwenendo wa hii kesi. Kwa hiyo tunafuatilia, nami naahidi kuwaletea uh, video nyingine uh, kuhusiana na yatakayojiri kuhusiana na kesi hii ya leo. Je, una maoni gani kuhusu haya yote niliyo yaongea katika video hii? Basi kama utapata nafasi, unaweza ukatupa komenti yako hapo chini. Asanteni na kwaherini.